Hatua hiyo imechukuliwa na waziri wa mali asili na utalii Profesa Jumanne Maghembe baada ya kufanya ziara ya kushitukiza katika misitu ya hifadhi ya wilaya Kalambo mkoani Rukwa na kukuta magogo mengi yenye thamani ya zaidi ya shilingi bilioni mia tano yakiwemo yaliyokamatwa na vyombo vya dola na mengine yakiwa bado msituni katika harakati za kuyasafirisha kwenda nje ya nchi na ameagiza ya kusanywa yote na serikali itafanya mchakato wa kuyapiga mnada na fedha zitakazopatikana zitumike kwa manufaa ya umma. Kwamba uharibifu wote huu unatokea na maofisa hawa wa serikali ambao wamepewa dhamana wako hapa hapa. Wa kwanza huyu bwana wa kanda, bwana TFS wa kanda tangu leo kazi basi, wewe utasimama kazi mpaka uchunguzi wote utakapokamilika, kwa sababu haiwezekani kama hawajui kinachoendelea na kazi hiyo hawaiwezi. Natakiwa kazi hii wapewe watu wengine ambao wanaweza kulinda mali za serikali. Kwa upande wake, mkuu wa wilaya ya Kalambo Wilman Ndile amesema kwa muda mrefu kumekuwa na baadhi ya watumishi wasio waaminifu ambao wamekuwa wakishirikiana na wahalifu kuvuna misitu katika wilaya hiyo kinyume cha sheria na kuyapeleka upande wa Zambia kupata vibali bandia vinavyoonyesha kuwa magogo hayo yamevunwa katika nchi hiyo, hali ambayo imesababisha uharibifu mkubwa wa misitu ya wilaya Kalambo nchini Tanzania. Hii biashara ni mtandao, yupo mtu ambaye anatoa vibali vya kusafirishia, yupo mtu ambaye anagongesha mihuri na documents za kutoka nje ya nchi, yupo mtu ambaye anajua kabisa serikali imetangaza kwenye magazeti ya, kwenye gazeti la serikali, ni marufuku kuvuna mti huu, ni marufuku kusafirisha mti huu. Kubwa ni kuhakikisha kwamba katika vijiji ni lazima tuanzishe kamati za mali asili na tuzihamasishe, kwa sababu hii kazi kuifanya pekee yetu kama serikali bila ushirikiano na wananchi kwa kutoa taarifa na kuanza kulinda haitawezekana. Watumishi waliosimamishwa wametajwa kuwa ni pamoja na meneja wa nyanda za juu Kusini wa wakala wa huduma za misitu nchini TFS, mshauri wa mali asili mkoa wa Rukwa na mameneja wa TFS wa wilaya za Kalambo na Sumawanga pamoja na maafisa misitu wa halmashauri za wilaya za Kalambo na Sumbawanga mkoani Rukwa. Kutoka Kalambo mkoani Rukwa ni Vedasto Msungu wa ITV.